Wanabunge sisi tulisema sasa <coughs> wanabunge power power power, wanabunge power, power. Sisi tulisema Kasongo, mm -hmm. Mimi kama Jonde 45 mm, Jonde 45 kijana ya Kashagwa, mimi nasema jana tulipea rigadhi Kashagwa kifunguya pale roundabout Mtu yoyote atasimama roundabout, aende siaka, mtu yoyote akuwe ni Kasongo. Kasongo, nataka kuambia hivi kama utasimama roundabout, mimi jambo la kwanza uliambia utajengea watu wa Githurai soko, face tu kwa saa hii hakuna soko umeje? Umejenga. Umeje. Wanabuge wewe, jambo la pili tuliambia Kasongo, ulisema Githurai maji itauzwa 3 bob. Saibu naona maji ya thiribobu? Hakuna. kuna maji munanua na thiribobu? Hakuna. Kasongo ukikuja roundabout, utuambie maji ya thiribobu iko wapi? Jambo la pili Kasongo alisema akiingia unga itakuwa sebendebob. Mumeona unga ya sebendebob? Mumeona unga ya sebendebob? sisi adaa kuambia Kasongo, ulituambia wajinga waliisha Kenya, na kweli sisi tulijua wajinga waliisha Kenya, lakini juu baba yetu dadi yetu Rigathi Gachagua alisema anaitwa master of narrative na saa hii atakona certificate in lies and mismanagement atakonaaeen. Sisi unajua, wewe Kasongo umetupora hata shilingi ishirini yenye imebaki kwa mvuko, umeshatuinamisha. Sasa wewe ni mwizi, hata si ule mwizi wa Githurai, wewe ni ule mwizi ulikuwa naiba, ule ulik ulisaliti Yesu, wanavuga wewe, wanavuga pawa. jambo lingine Jambo lingine nataka niwaambie.